Kwa majina naitwa John Wanjala Faustini, ni meneja wa ofisi ya kanda ya ziwa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Sisi kama mamlaka tuko hapa kwenye maonesho ya madini kwa sababu ni wadau wakuu na wasimamizi wa kemikali za viwandani na majumbani, nikimaanisha kwamba mkemia mkuu wa serikali anatekeleza majukumu katika nyanja kuu mbili. Ya kwanza ni ya usimamizi wa sheria ambazo za Jamhuri ya Muungano ambazo wameambiwa azis, azisimamie, lakini upande wa pili ni katika upande wa uchunguzi wa kimaabara kwa nyanja za kuangalia ubora wa bidhaa na usalama wake, lakini pia kwa masuala ya jinai. Nikirudi kwenye upande wa usimamizi wa sheria, tuna sheria ya udhibiti na usimamizi wa kemikali za viwandani majumbani sheria namba tatu ya mwaka elfu mbili na tatu sheria hii ni muhimu sana kuwepo hapa kwetu, kwa sababu shughuli za mwanadamu kwa asilimia kubwa zinahusisha matumizi ya kemikali, na ili kemikali zitumike lazima kuwe na elimu, lakini na wasimamizi ambao wataweza kutoa miongozo kulingana na matakwa ya sheria yanavyoelekeza. ya kwa maonesho haya ya madini, hatuwezi kupata dhahabu au madini yanayoyote bila kutumia kemikali. Hivyo basi mkemia mkuu wa serikali ni kiungo kikubwa sana kwa wadau au wananchi wanaojihusisha na matumizi ya kemikali kwa namna moja. Wanajihusishaje? Mkemia mkuu yeye ndiye msajili wa kemikali zote nchini, anatoa vibali vya kuingiza na kusafirisha kemikali, lakini pia anasajili wadau wanaojishughulisha na kemikali, maeneo wanayoyatumia na aina zote za kemikali wanazozitumia. Hii yote ni katika kutekeleza matakwa ya sheria ili kulinda afya ya binadamu na mazingira. Tukija, tukija upande wa maabara, upande wa maabara mkemia mkuu pia yuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia wadau, hasa wanaojishughulisha na uchenjuaji wa dhahabu. ili upate dhahabu lakini dhahabu kutoka kwenye udongo, huna budi kwanza kujua ni kiasi gani cha dhahabu kilichoko ndani ya udongo, lakini pia kujua madini shindani ya dhahabu yatakayoweza ya kushindana, kushindana na kemikali wakati wa uchenjuaji kemikali hizi zina tabia ya ku, kutafuna madini au ku, ku, ku, ku, ku, ku, react na madini pale zinapokuwa zinatumika. Sasa katika dhahabu kuna madini jirani au rafiki zake ambao ni silver, copper na sulfur. Zikiwemo kwenye udongo ambao una dhahabu, inakuwa ni vigumu sana kwa mdau kuweza kuipata kirahisi. hivyo basi tunamshauri aje kwenye mamlaka ya maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali kabla ya kuanza uchenjuaji, alete ya madini yake au ya udongo wake, tuweze kumfanyia uchunguzi na kubaini kiasi cha dhahabu kilichoko mle ndani, lakini pia kubaini madini shindani ya dhahabu ambayo yanakuwa mle ndani, ili anapokuwa anafanya uchenjuaji iwe rahisi yeye kuweza kutambua mbinu gani aitumia. Ofisi ya Mkemia Mkuu wa Serikali inawatoa lai kwa wananchi wote na wadau wote wanaojishughulisha na kemikali wafate taratibu za matumizi salama ya kemikali, ili kwanza wao wabaki salama, mazingira wanayofanyia ya kazi yawe salama, lakini na majirani. Haijalishi wewe unajishughulisha na kemikali, lakini kemikali inapotumika vibaya, si wewe tu unayejihusisha kwenye kemikali ndio taathirika, hata wengine ambao hawako kwenye mazingira ya kemikali wataathirika, kwa sababu wanasema kemikali ikishaingia ardhini haina mpaka. Wito wangu kwa wananchi watembelee banda la mamlaka ya maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali waweze kujifunza, lakini kama wana changamoto, hii ndio fursa sahihi ya kuweza kutoa chang, kupata chang, kutoa changamoto zao na kupata ufumbuzi wa changamoto walizonazo.